Zailisa na manara ndoa yao haiko salama, na kwa taarifa za mpaka sasa ni wameachana, au ndio waipo ukingoni, yani ile kabisa hakuna tena tumaini hivyo. Lakini tukio kubwa ambalo limewaibua ni baada ya kuweka mambo yao ugovyao hadharani. Haji Manara amemtumu Zailisa kwamba alikuwa anamnyima mtoto wake chakula, akupesa nazo tafuta yeye. Alafu mtoto anakuwa pate chakula ambacho sasa kimemuma sana kwenye kwenye akendokiui yani, wa nyumbani wadada wakija hapo wajimanana, lazima tupite nawa, ambao anasema sio kitendo kizuri. Ugomvi huu haujakuwa mzuri na umekuwa umeleta umetrendi sana, kwa sababu ni kapo kubwa ambazo ni kapo ya Bugatti, ni kapo kubwa na tumeona hata wakienda kwenye maevent wakufanya kufanya nini